Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 27, siku ya Ijumaa, tukiwa tunafikia tamati ya somo hili la 13, tamathali za semi za ule mwisho. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo jifunze zaidi, soma E. G. White mlinzi asiyeonekana, ukurasa 137 hadi 151, katika manabii na wafalme, gombo la pili. Kila taifa ambalo limefika kwenye hatua ya kujitegemea limeruhusiwa kumiliki nafasi yake duniani, ili ukweli ubainike kama litatimiza madhumuni ya mlinzi na mtakatifu. Unabii umefuatilia kuinuka na kuendelea kwa milki kuu za ulimwengu: Babeli, Umedi na Uajemi, Uyunani na Rumi. Kwa kila moja ya haya, kama ilivyo kwa mataifa yenye nguvu ndogo, historia imejirudia. Kila moja limekuwa na kipindi chake cha kujaribiwa, kila moja limeshindwa, heshima yake ilizorota, limeondoka madarakani. Ingawa mataifa yamekataa kanuni za Mungu, na katika kukataa huku yamesababisha uangamivu wao wenyewe, bado kusudi la kimungu linalotawala limedhihirika likifanya kazi kwa vizazi vyote. Ellen G. White, manabii na wafalme, gombo la pili kurasa 147 na 148. Katika Yeremia sura ya 18, Yeremia anamwangalia mfinyanzi akifanya kile mfinyanzi anachofanya kufinyanga na kutengeneza chochote anachokifanya. Ni taswira hii ya mfinyanzi akifinyanga udongo wake ambayo Mungu anaitumia kuelezea kanuni ya masharti katika unabii wa Biblia na ili tu kuhakikisha kwamba tunaelewa, Bwana anazungumza kupitia kwa Yeremia akisema: wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme kuung'oa na kuuvunja na kuuangamiza, ikiwa taifa lile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitaghairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatenda. Na wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme kuujenga na kuupanda ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasiitii sauti yangu, basi nitaghairi nisitende mema yale niliyoazimia kuwatendea. Yeremia 18 aya 7 hadi 10. Maswali ya kujadili: swali la kwanza, fikiria juu ya kauli ya Yesu kwamba hukumu itakuwa rahisi kwa Ninawi kuliko kwa watu wa Mungu ambao walikuwa wametanga mbali na ukweli — tazama Mathayo 12 aya 39 hadi 42. Kanisa la Mungu linaweza kupata somo gani kutokana na onyo hili? Swali la pili, angalia kanuni ya Ellen G. White kwamba kwa kila ufalme unaofuata historia imejirudia. Ellen G. White, Prophets and Kings, ukurasa wa 535 unaona nini kama mlolongo unaofanana katika matukio kati ya falme zote zilizoorodheshwa katika unabii? Ni kwa namna gani walifuata njia ile ile ya kiunabii? Ni kwa jinsi gani ulimwengu wetu wa sasa unazifuata vile vile? Swali la tatu. Tafakari wazo kwamba mara nyingi si akili, uwezo wa kufikiri, inayowadumisha watu katika imani, lakini moyo. Ufahamu huu unaweza kuathiri vipi jinsi unavyowashuhudia wengine? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo la 13 robo ya pili ya mwaka 2025. Mwenyezi Mungu atubariki sote na karibu katika robo ya tatu.